Gigimani kuanzia tarehe 23 amekuwa akiposti video mbalimbali mbali ambazo anazipenda kwenye page yake ya Instagram, lakini pia amekuwa akizungumzika kwa mambo tofauti tofauti ambayo ameyafanya. So kuanzia tarehe 23 Gigimani amekuwa na vitu vingi sana, watu wamekuwa akizungumza kuhusu yeye, lakini ameshare video nyingi sana kwenye page yake ya Instagram akiwa anaonyesha utundu wake, namna ambavyo anaweza kucheza miziki tofauti tofauti kukatika na alikuwa akicheza ngoma za wasanii mbalimbali kama vile Tommy Flava na Mario J Melody Rayvani na wasanii mbalimbali . Sasa siku ya leo Gigy Money amemposti Diamond Platnumz, na watu wamereact sana kwenye hicho ambacho amekifanya. Gigy Money amemposti Diamond Platnumz, kuna video flani ambayo ni ya muda mrefu sana, wakiwa anacheza na Diamond Platnumz nini Kika wanaimba muziki hivyo, akaandika hivi, I swear nimeota na si jana, mimi nimekumiss kichaa wangu, what I know is we love each other, mengine mtajijua, kikubwa tajiri anuniwi bila kusahau nampenda, vilevile na wala sio lazima tuwe karibu kama zamani. In short, mimi ni kipenzi cha wakaka wote Tanzania, utaki bishana fuvu lako la kichwa. Yaani Gigy Money anasema yeye ni kipenzi cha wakaka wote wa Tanzania, so wewe kama unabisha bishana. Akasema I miss his vibe, amemiss vibe ya Diamond Platnumz, ila nyeye Diamond is my favorite kwenye upande wa bata akamnyosha mikono. Sijawahi kuboreka naye wala hajawahi kuniboa, basi tu watu hawapendi kula vizuri na ndugu zao. Ila bwana, vibe la house party ni unyama mwingi unaendeleaga hivyo ndivyo ambavyo ameandika gigimani utakumbuka kwamba gigimani diamond platnumz walishakuwa na ushikaji na ukaribu sana kipindi cha nyuma tofauti na sasa hivi lakini utakumbuka pia kuna kipindi hapa lilibukaga sekeseke hatari sana kwamba gigimani slay kama anatoka na damon umeelewa eh? alafu zuchu akajega kama kumchukulia poa hivi gigimani gigimani akaambia usinichukulie poa wewe unanichukuliaje sindio utakumbuka hili lilitrandigi sana pia mpaka ule ukaribu kabisa na diamond platnumz pale ukapotea na tukawa tumuoni tena akihangout kwenye za Wasafi, ama vitu tofauti tofauti vya Wasafi, akawa karibu na watu wengine kama kina Harmonize na watu wengine tofauti tofauti. So amemiss vibe la Diamond Platinumz. Gigi Money ameamua kushare kwenye page yake ya Instagram, kwenye mfululizo wa videos ambazo anasema yeye anazipenda ambazo amezishare kwenye page yake ya Instagram. Hasa watu tofauti tofauti wakawa na comment, maoni yao. Kuna huyo akasema kwamba nafasi yako kachukua Uncle T. Huyo akasema tatizo, Gigi ni Mnyamwezi sana hata ukimchukia kazi bure. Gigi Money akamjibu, hawaelewi madogo Mungina Akasema kwa kweli tajiri anuniwe, alafu maisha mafupi. if you can't fight them join them, join, that's only way. Huyo akasema nakubali. Mwingine akaja akasema kwamba hapa ndio vita ya Mange na Zuchu ilianza. Huyo akasema, Gigi kipenzi changu, unamchokoza Bimsumi hapo, najua kabisa direct anamlenga nani, kwa sababu kuna kipindi pia wakuwa sawa na Zuchu kwa sababu ya hizi mambo za kuwa karibu na Diamond Platinum. Mwingine akasema, ila Zuu akiona anajinyonga mwingine akamwambia njaa zimekunyoosha, unaanza shobo, unajifanya una miss vibe. Jifunze unapomwongelea mtu shit, uangalie unayemwongelea ana umuhimu gani, na uangalie ni mtu wa kuja kushoboka ama utakuja kuaibika kwa kujishusha mwenyewe. Ukijipunguza simba, cheki na yoyote anakukataa foreva. Mwingine akasema ngoja king'ang'a kublok. Mwingine akaja akamwambia hebu mpumzishe Zuchu jamani huyu akaja kaandika kikubwa tu Zuchu asiwe na amani. So wengi huku wanaona kama Gigy kuna namna ambavyo anamtafuta Zuchu and all that kwa sababu amepost kuna Diamond Platnumz kwenye namna fulani hivi, vibe fulani hivi lakini kama kuna mambo mengine mengine sana watu ambao wanayahisi. Japo watu walikuwa wengi na vibe ilikuwa ni kubwa sana. Wewe maoni yako ni yapi kwenye hichi ambacho Gigy Money ameweza kushare kwenye mtandao wake wa wa Instagram kuhusu Diamond Platnumz. Dropisha hapo kwenye uwanja wa comment, tusahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili waanze kupata taarifa zetu kama hizi. Naitwa Sadi TZ. Ni Niche kwenye